karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Julai tatu, kanisa linafanya sikukuu ya mtakatifu Toma Mtume. Masomo ya leo, somo la kwanza ni somo la waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili aya ya kumi na tisa hadi ya ishirini na mbili na injili ni injili ya mwinjili Yohane sura ya ishirini aya ya 24 hadi ya 29. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Yohane. Mmoja wa wale tenashara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, "Tumemuona Bwana." Akawaambia, "Mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso Lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki; waheri wale wasioona wakasadiki. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, mpendwa msikilizaji, leo kanisa linafanya sikukuu ya mtakatifu Toma Mtume, mmojawapo wa wanafunzi wa karibu wa Yesu. Ni siku ya kumtafakari mtume huyu ambaye jina lake kwa namna ya pekee limebeba uzito fulani, yaani uzito wa mashaka, uzito wa kutafuta ukweli, lakini pia uzito wa ushuhuda wa imani ya kina. Wengi wetu tunapomsikia Tomaso, tunakumbuka jina lake kwa mshangao, au pengine wengine katika hali ya kejeli, tukisema pengine huyu ndiye yule asiyetaka kuamini bila kuona. Lakini leo tunaalikwa tumtazame Tomaso, si kwa jicho la kuhukumu, lakini kwa jicho lenye kuona huruma, jicho lenye kuelewa uzito wa safari ya kiroho ya mwanadamu lakini pia jicho lenye kuelewa maana kamili ya imani. Ndugu zangu, ni kwanza tutafakari kutokuwepo kwa Tomaso kama vile mwanzo wa mashaka yake. Katika Injili ya leo tunasoma kuwa Yesu aliwatokea wanafunzi wake akiwa amekwisha kufufuka, wakiwa wamejifungia ndani kwa hofu, na ghafla anaingia na kuwatakia amani. Na anawaonyesha mikono na ubavu wake ni kama ana, pia anawapulizia Roho Mtakatifu akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu, lakini Tomaso hakuwepo. Na hapo ndipo tafakari inapoanza kwa sababu hakuwepo. Wengine pengine waliona, au pengine walihisi kama wameguswa, na pia walipata utume. Kwa hivyo Tomaso hakuwepo pale. Tomaso anawakilisha pengine sisi sote ambao tunapitwa na, na neema, ambao maisha yametuzungusha na kutufanya pia tusiwepo katika uwepo wa Mungu. Maana yake ni nini? Ni sisi ambao tunasema mimi sikuona, na kwa hiyo hatuwezi kuamini tu kwa kusimulia. Ni e kama tunasema hii Biblia ambayo tumepewa, nitaaminije wakati mimi sikuwepo? Nipewe tu masimulizi, inatosha? Je, vipi kuhusu hii miujiza? kama kweli Yesu ali, alifanya maji kuwa divai, kwa nini asifanye sasa maji yangu yakawa divai yangu? Ndugu zanguni, tutumie mfano huo tunapomtafakari Tomaso. Tomaso anatumia sauti pengine, ambayo kama ni ya ukaidi fulani, anapodai kwamba yeye asipoona alama za misumari mikononi mwa Yesu na wala kutia kidole chake katika mahali pale ambapo Yesu amechomwa ubavuni, hata sadiki. Lakini ni kama vile pia, sio tu anasema kwa ukaidi, lakini pia ana shauku ya kutaka kugusa, sio tu kusimuliwa. Kwa hivyo kwake masimulizi hayatoshi, anatafuta uthibitisho na upendo. Lakini tutafakari kwa nafasi ya pili kwamba Yesu anarudi tena, sio kwa hasira lakini kwa upole. Katika Injili tunasikia kwamba siku nane baadaye, yaani wiki moja kamili, Yesu anarudi si kwa adhabu. Na sasa anapokuja, Tomaso yupo miongoni mwa jamii ya mitume. Hasemi hafoki kumwambia Tomaso, umenikosea heshima, kwa nini hauniamini? Lakini tena Kristo anawatakia tena amani wanafunzi wake, kisha anamgeukia Tomaso na kumwalika aweze kugusa kama ambavyo Tomaso alitamani kugusa. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ni tafakari nzito ya rehema. Yesu hafungi milango wa imani hata kwa yule ambaye anachelewa kufika anampokea Tomaso na si kwa maneno mengi, bali kwa mwili wake mwenyewe uliojeruhiwa. Njoo sasa uguse, njoo sasa uone. Katika Injili, tunaposikiliza Injili nzima, hakuna mtu yeyote ambaye amepata ruhusa kama hii: njoo gusa majeraha ya Mwokozi wako. Basi ni kwa nini Tomaso anapewa fursa hii? Ni kwa sababu pengine mashaka yake yalikuwa ni mashaka ya kweli, pengine hayakuwa mashaka ya kejeli pengine ni mashaka ya mtu anayemtafuta Mungu wa kweli na sio Mungu kwa maneno tu. Na sasa kwa sehemu ya tatu, tutafakari tamko la kiimani ambalo analitoa baada ya kumwona Bwana wake. Tomaso hatoi hoja, hataki tena upata uthibitisho mpya la, lakini anainama, anashusha pumzi, anatamka maneno matakatifu zaidi, anasema: Bwana wangu na Mungu wangu. Ni kama vile kwa mara ya kwanza katika Injili mtu anatamka waziwazi kuwa Yesu ni si Bwana tu bali ni Mungu. Ndiyo kilele cha Injili ya Yohane, tuseme ni maneno ambayo yanabeba uzito wa tafakari ya, ya imani yetu sisi sote. Hapo ndipo Tomaso anakuwa mfano wa waamini wote wa baadaye. Tomaso si tena mtu wa mashaka tu, amegeuka kuwa shahidi wa fumbo, shahidi wa upendo wa kweli, upendo unaoruhusu kuguswa, upendo unaojeruhiwa, lakini haujifichi. Katika injili hatupewi hakika ya kwamba Tomaso aligusa au la, lakini tunapewa hakika ya kwamba alikiri Kristo kuwa ni Bwana na Mungu wake. Na sasa Yesu anasema heri wasioona wakaamini. Ndugu zangu, heri hiyo ni heri yangu mimi leo na ni heri yako wewe leo. Wewe unayesali kila siku, hata kama huoni mabadiliko; wewe unayeamini Ekaristi, hata kama macho yako hayaoni mwili wa Kristo, bali yanaona maumbo dhaifu ya mkate; wewe unayesamehe hata kama unahisi uchungu, bado upo: Yesu anakuita mwenye heri, Yesu ananiita mwenye heri. Yesu anakuita mwenye imani ya kweli, Yesu ananiita mimi mwenye imani ya kweli, imani ya kuona kwa macho ya moyo na sio kwa macho tu ya mwili. Ndugu zanguni, Tomaso wa leo anaweza kuwa ni mimi na wewe. Tomaso alishuhudia hadi mwisho, na katika masimulizi tunaambia kwamba alisafiri hadi India akawahubiri, na akatengeneza jumuiya ya waamini huko. Kwa hiyo leo hatumkumbuki tu kama mtu wa mashaka mashaka, bali ni mtume ambaye imani ilikomaa baada ya maumivu. Ndugu zanguni, sisi tunaitwa kuwa kama yeye, pengine kwa namna fulani kutafuta uso wa Yesu kwa bidii, kuwa na shauku ya kweli ya kumwona Bwana na tukishampata Bwana tuweke tamko la kiimani: Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu kila mara anatualika mimi na wewe, njoo niguse, tazama mikono yangu, amini, usiogope kuwa kama Tomaso. Ni kama vile kila siku tunapo tunapofika katika Yesu wa Ekaristi anatuambia, tizama nione ona majiraha yangu ona maumivu yangu ona vitu vyote hivi, nipo kwa ajili yako. Ndiyo maana tunasema kila mara Bwana wangu na Mungu wangu, na hiyo iwe sala yetu sisi, sisi waamini ambao bila shaka maisha yetu yamebebwa na mashaka mengi mengi. Tupo katika mazingira ambayo hatuamini nyakati fulani hata uwepo wa Mungu, nyakati fulani tukiona shida tunaamini kwamba ndio mwisho wa maisha yetu. Nyakati fulani tukiona madhalimu, tunaamini kwamba ndiyo mwisho wa maisha yetu. Nyakati fulani tukiona watu wema wakiteseka, tunaamini kwamba ndio mwisho wa maisha yetu. Tunakosa macho ya kiimani, macho ambayo yanatizama majeraha ya Yesu kama majeraha ya ushindi, kama bendera ya ushindi kwa Wakristo wote, bendera ambayo inatualika ina mimi na wewe kuwa watu wanaoamini kuongozwa na imani hiyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana huyu ambaye Tomaso ametupa mfano mwema wa namna ya kumkiri, namna ya kuendelea kumpenda. Ndugu zanguni, hivyo siku ya leo iwe ni siku ambayo inatualika mimi na wewe kuwa watu wenye imani kweli kwa Mungu, lakini watu ambao tunamtafuta Mungu kwa dhati ya mioyo yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Victor Edward Malia wa shirika la msanyadi wa damu wa azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.